Twende haraka haraka, kwa dalili ya mvua, au kuna mtaalamu hakuna? Nani hapa niendelee kurefusha maneno? Ndugu zangu wa Simba, kwa miaka hivi karibuni tumekuwa watu wa kusononeka sana, na tumekuwa watu wa kukata tamaa sana. Ile asili yenyewe ya Simba tumekuwa hatuishi, tumekuwa watu wa kukata tamaa mapema mno. Hiyo siyo sifa ya Simba. Kama wewe upo kwenye kundi hilo la watu ambao wanakata tamaa mapema basi, hebu tupishe kwenye Simba yetu. Simba hii tunataka watu wenye mioyo migumu. Simba hii tunataka watu ambao wanaamini katika muda. Simba hii watu tunataka watu, watu ambao wanaamini haijaisha mpaka iishe. Hii ndiyo Simba ambayo tunataka, watu wa namna hiyo. Kwa hiyo matokeo ya juzi yasimnyongonyeshe mwana simba wa aina yeyote, ambaye ni simba kweli. Na kwa hili tuweni makini. Wapo wengi ambao wanajifanya wana simba, wanajifanya wana masikitiko makubwa ili kutunyong'onyesha, tusitimize wajibu wetu wa kwenda Benjamin Mkapa. Mimi niwaambie wanasimba, katika vitu viwili ambavyo mwanasimba unapaswa kuwa na uhakika navyo vitatokea katika maisha yako. Cha kwanza ni kufa, cha pili ni Simba kwenda nusu fainali. Haya, anasema Tanzania hakuna kama Simba, mwanangu. <coughs> Jukumu la kuipeleka nusu fainali Simba ni jukumu la kila mwana Simba.